utambulisho muhimu kama ndege anayotumia rais wa Marekani inaitwa Air Force One. Je, gari hii itaitwaje? Cadillac One ndio jina lililopewa kwa gari hizi ambazo zimekuwa zikitumika kumtembeza raisi sehemu moja hadi nyingine. Lakini hilo si jina pekee linalolitambulisha gari hili, kwani limekuwa likipewa majina mengine kama First Car na The Beast, ambalo limekuwa maarufu sana. Lakini kwa kuwa kila trip ya rais inachukuliwa kama misheni ya kijeshi na inasimamiwa na wanajeshi maalum, yani special force hivyo neno stage coach limekuwa likitumika kuwasiliana baina ya wanajeshi hawa ili wajue kinachoongelewa ni gari ya rais. Namba mbili. Gari na ndege yake kama utakuwa umefuatilia matukio mbalimbali katika ziara za marais wa Marekani, nadhani hujawahi kuona hata siku moja rais akisubiri gari ifike kumpokea airport. Siku zote gari hizi zimekuwa zikimsubiri rais mahali popote atakapokuwa akienda. Kwa maana nyingine, gari hutangulia mahala husika kabla ya rais kufika eneo hilo. Ili kuwezesha zoezi hilo, gari hizi zimekuwa zikisafirishwa na ndege yake maalum, ambayo huwezesha gari hili kufika eneo la tukio kwa muda mwafaka, na masaa kadhaa kabla ya Air Force ndege iliyobeba rais kufika eneo hilo. Namba tatu, hazina tobo la ufunguo katika milango yake. Tobo la funguo ni kitu muhimu, kwani humewezesha mmiliki kuingia ndani ya gari yake, lakini pia kufunga gari lake dhidi ya uhalifu fulani. Lakini kanuni hii imekiukwa kwa asilimia mia moja katika gari hii ya rais wa Marekani, kwani gari hizi hazina tobo la funguo. Mtu pekee anayeweza kufungua ni afisa usalama aliyepewa jukumu la kufanya hivyo. Namba nne, vioo visivyopenyeza risasi. Inawezekana macho yako yanaweza penya na kumwona rais wa Marekani ndani ya mnyama akipunga mkono, lakini haimaanishi kuwa risasi pia zinaweza pita na kumuua raisi, kwani gari hii imetengenezwa ikiwa na vioo vinene ambavyo havipitishi aina yoyote ya silaha wala mlipuko. Vioo hivyo vinadaiwa kuwa na upana wa nchi tano. Namba tano, milango mizito Shambulizi dhidi ya rais haliwezi kuwa risasi tu. Mashambulizi mengine huhusisha silaha za kemikali, hivyo ili kuzuia hilo, milango ya mnyama imetengenezwa katika ukubwa na upana ambao utaziba kabisa na kutoruhusu aina yoyote ya silaha kupenya, iwe ni silaha ya moto au kemikali. Mlango mmoja wa mnyama unakadiriwa kuwa na uzito sawa na mlango wa ndege aina ya Boeing 747 77 hmm. Kweli mlango huu ni noma. Mnyama hayuko peke yake. Tunapozungumzia gari anayotumia rais wa Marekani, Cadillac One almaarufu kama the beast, au kwa kibantu tunaweza kuita mnyama, hatuzungumzii gari moja, kwani lolote laweza kutokea, chochote chaweza kutokea. Hivyo gari hizi zipo kumi na mbili na hutumika kwa matumizi mbalimbali. Muda mwingine katika msafara wa raisi huweza kuwa na wanyama wawili kwa matumizi ya kuwabeba viongozi wengine, wakubwa na muda mwingine kwa ajili ya kuwachanganya maadui wasijue ni gari ipi iliyombeba rais wa Marekani. Namba saba, usijisumbue kupasua matairi ya mnyama. gari hizi zimetengenezwa kwa mfumo ambao inapotokea tairi ikapata pancha au kupasuliwa na watu wabaya, basi haiwezi kuzuia gari hii kukimbia katika mwendo kasi kumwondoa rais sehemu husika. Rimu za gari hii zina uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa bila ya kuathiri mwendo kasi wa gari hii. Namba nane, dereva wa mnyama ni zaidi ya unavyodhani. Inawezekana ushai kutazama filamu kama Fast and Furious, Drive Tokyo au Transporter, na zikakufanya uwakubali sana waigizaji hawa waliocheza kwa jinsi walivyo na utaalamu wa kuendesha magari yao, lakini kile unachokiona inadaiwa kuwa ni therusi tu ya ujuzi alionao dereva wa rais wa Marekani. Dereva huyu hachaguliwi tu kwa kuwa anajua kuendesha gari, bali vigezo maalum vinaangaliwa kupitia uwezo wake aliopata baada ya kupata mafunzo ya kijeshi na kozi mbalimbali za kumlinda kiongozi mkubwa wa dunia. Namba tisa. Kioo kimoja tu kinashushwa. Katika kumlinda kiongozi mkubwa zaidi duniani, si swala la kupuuza. Upenyo wowote unaweza kusababisha madhara makubwa. Kama nilivyokueleza kuwa vioo vya Beast havipitishi silaha yoyote wala mlipuko, hivyo hatari pekee inayokuja ni silaha za kemikali ambazo pia zinaweza poteza maisha ya rais ndani ya sekunde chache. Katika kuzingatia hilo, hakuna kioo chochote kinachofunguka katika gari hii zaidi ya kioo cha dereva, nacho hufunguka kidogo sana kwani hatuwezi kumpoteza rais kwa kuwa dereva alitaka kula upepo. Namba kumi: mnyama anatumia diesel. Vyombo vya usafiri vimekuwa vikitumia mafuta ya aina mbalimbali kulingana na kazi ya chombo hicho cha usafiri, lakini gari hii ya rais imekuwa ikitumia diesel, na moja ya sababu ya kutumia diesel inadaiwa kuwa mafuta haya si flammable, yaani hayana asili ya kulipuka sana kama ilivyo kwa petrol na mafuta mengine. Namba kumi na moja. Gharama za mnyama kama nilivyokueleza sifa mbalimbali za gari hizi, nadhani utakuwa unajiuliza ni kiasi gani Marekani huteketeza ili kutengeneza gari hizi. Inadaiwa kuwa tangu Rais Donald Trump aingie madarakani, Marekani ilitumia kiasi cha dola za kimarekani milioni 15 sawa na shilingi bilioni 34 na milioni 717 katika kutengeneza gari kadhaa za kutumiwa na rais. Hii inamaanisha kuwa gari moja hutumia kiasi cha dola za kimarekani milioni 5 katika kutengenezwa. Kiasi hiki ni sawa na shilingi bilioni 3.4 kwa fedha ya Kitanzania. Namba 12, mnyama huharibiwa muda wake unapoisha. Inadaiwa kuwa kila rais wa Marekani anapomaliza muda wake madarakani, basi gari yake huharibiwa na maafisa wa usalama na kila kitu kinachoweza kutumika kujua siri fulani ya rais au ya miundo ya usalama wa gari hii. Hii yote ni katika kuhakikisha teknolojia mbalimbali zilizotumika katika gari hiyo haliwafikii watu wabaya. Kabla sijamaliza, ngoja ni kupe bonus ya mwisho. Miaka saba nyuma, wakati rais wa Marekani wakati huo alikuwa Obama akisubiriwa Jerusalem, Israeli, gari moja iligoma kuwaka na kuzua taharuki kwa maofisa wa usalama waliokuwa wakimgoja rais Obama. Baada ya waandishi wa habari kutaka kujua sababu za gari hiyo kugoma kuwaka, mmoja wa maofisa alijibu akisema hawakuwa wakijua sababu, japo kuna baadhi ya fununu zilidai kuwa namba moja utambulisho muhimu kama ndege anayotumia rais wa Marekani inaitwa Air Force One. Je, gari hii itaitwaje? Cadillac One ndiyo jina lililopewa kwa gari hizi ambazo zimekuwa zikitumika kumtembeza raisi sehemu moja hadi nyingine. Lakini hilo si jina pekee linalolitambulisha gari hili, kwani limekuwa likipewa majina mengine kama First car na the beast, ambalo limekuwa maarufu sana. Lakini kwa kuwa kila trip ya rais inachukuliwa kama misheni kijeshi, na inasimamiwa na wanajeshi maalum, yani special force, hivyo neno Stage Coach limekuwa likitumika kuwasiliana baina ya wanajeshi hawa ili wajue kinachoongelewa ni gari ya rais. Namba mbili, gari na ndege yake. Kama utakuwa umefuatilia matukio mbalimbali katika ziara za marais wa Marekani, nadhani hujawahi kuona hata siku moja rais akisubiri gari ifike kumpokea airport. Siku zote gari hizi zimekuwa zikimsubiri rais mahali popote atakapokuwa akienda. Kwa maana nyingine, gari hutangulia mahala husika kabla ya nyingieatauaha raisi...